Baraza pia lina jukumu la kutoa elimu kwa wadau ili tulifahamu baraza linafanya shughuli gani, pamoja na kueleza baadhi ya masuala ambayo endapo yatatokea, basi unaweza kufika katika ofisi za baraza na kuweza kufungua rufaa hiyo. Kwayo tupo hapa ongana rasmi kwa ajili ya kutoa elimu kwa wadau wetu ikiwa moja ya majukumu ya baraza. Kwa jina naitwa Jonia Karumuna, Natokea hapa Arusha, ni mfanyabiashara, kampuni yangu naitwa Junior Seal Investment. Kwa kweli nimefurahia semina ya leo, uh, tukiwa na i taasisi kubwa ya FCT, uh, fair competition tribunal. Binafsi kwa kweli siku leo imekuwa kama surprise, sikujua kabisa kwamba kuna hi taasisi kwa hiyo nimefurahi sana kwa sababu nimeweza pia kujibiwa maswali yangu ambayo yalikuwa yako sana kichwani kwamba hizi taasisi zinaweza zikaunganaje, angalau zikafanya kazi pamoja ali, yaani kukawa kama na one stop center kupitia hii taasisi kubwa ambayo inafanya, inapokea rufaa zote kupitia hizi mamlaka zote. Kulingana na semina hii ya leo nimejifunza vitu vingi uana na swala la, la ala mashauri ma ya, ya ya, madai hususani ya katika masuala ya migogoro kutatuza migogoro kutoka FCC, FCC na kuja ka ku FCT FCT. Hapo awali sikuwa nikijua, lakini leo nimejua na kazi zake na na na, na, na jinsi gani nafanya kazi na jinsi gani naliki na FCC na jinsi gani naliki na, na taasisi mbalimbali kama ula kama kama na hizo zingine za TCRA na zinginezo zilizoko hapa. Shukrani zetu za dhati wa baraza wa kuona umuhimu wa kuja kutoa elimu ya leo kwetu. Naamini kama ambavyo mimi nimenufaika, na wote pia tutakuwa menufaika. Tumepata elimu ya kutosha na inatusaidia katika utendaji wetu wa kazi.